Pamoja na kwamba tunapanda na kugawa bure, ndugu zangu, tutafunga watu tukikuta mche umepewa umekufa ama uangaliwi. Kwa kweli, hiyo ni swala la kupelekwa polisi na kushtakiwa. Tuko serious kiasi hicho, kwa sababu ni faida yako, lakini ni faida yetu sote. Ni lazima kila aliyopewa mche, atakayopewa mche leo au katika kipindi chote tunachoendelea, tutakuja tutahesabiana. Ulichukua miche hamsini tunataka tuone miche hamsini imekua. Imekufa, tafuta hata utakayenunua huko kwenye vitalu vya watu binafsi uje uoteshe, lakini sisi tukute miche yetu hamsini inaendelea kustamili, inaendelea kunawiri. Tukiwa wakali hivyo tutafanikiwa, tukiwa wakali hivyo tutafanikiwa, lakini faida ni ya kwetu sote. Leo tunajivuna tuna, tuna chai ya nazi. Sasa hii chai ya nazi bila kuwa na minazi itafika siku watoto wetu watasimuliwa tu. Azma ya mkoa ni kupanda miche milioni moja ndani ya miaka miwili, miwili tutalisimamia kwa ngazi yetu ya wilaya kuhakikisha kwamba linapangwa kwa wingi ili tuweze kurejesha historia ya minazi ndani ya wilaya Muheza na Tanga kwa ujumla. Tumekuwa tukifanya mazoezi mengi ya kupanda miche ikianzia karafuu, pilipili manga, midarasini na kadhalika na tumekuwa na programu hizo za kugawa miche kwa wakulima bure, na leo tumeunganisha pia na minazi, kwa maana nayo tunaigawa bure. Kiwango cha chini cha ugawaji wa miche e, iwe ni miche inayotosha kupanda, kupanda katika eneo la ekari moja ili kurahisisha ufuatiliaji na upimaji wa matokeo. Matarajio makubwa, nimependa zao hili kwa sababu ya kuweza kuinua hali ya kiuchumi katika familia mwendelezo wa mazao ya, ya kudumu kama haya yanasaidia kwa sababu mazao mengi yalikuwa ni ya mababu na, na wazee wetu, lakini mimi ukiangalia kwanza ni kijana mdogo pia, imekuwa ni jambo zuri sana kujiingiza katika swala zima la kilimo cha minazi ili niweze kuweza kuinua hali ya kiuchumi na familia yangu iweze kuwa, kuwa katika mstari mnyoofu na shughuli nyingine ziweze kuendelea katika masuala mazima ya kielimu. E, maana unapokuwa na miti kama hii hapa, mazao ya kudumu, ina maana utafanya biashara mbalimbali utauza, na itakuwa unazalisha vitu vingi.